Uhali gani ndugu mfuatiliaji wa Jail Passenger, naitwa Omriama Gene Eugene Star na ni Jail Passenger. Hakikisha tu umetufollow ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Eh bwana, leo nimekutana na Mwamba hapa e, atajitambulisha kwa majina, anaitwa nani e, na wapi anakaa, na tuliwahi kupata taarifa kuhusu ajali aliyopata rafiki yake, na leo tumekutana naye ili atueleze zaidi kuhusu sababu na nini chanzo hasa kilichofanya rafiki yake kufariki. Bwana unaitwa nani? Uh, kwa majina ni Cedric kutokea ngambo ya Indiana Bloomington. Uh, mimi nilikuwa na rafiki yangu nilikuwa nimeenda kumwangalia kwenye anapoishi Ohio, so nikafika pale, akaniambia Cedric, naenda kwa kazi, ila nikirudi tutaonana wewe. Yaani uh, rafiki yako wewe ulitoka Indiana na kwenda hadi yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, ishi ndo yeah, so mimi nilikuwepo kwao kwa ni wanapoishi ishi mm. Akanambia uh, akanaambia kama atafanya kazi usiku. Sasa akanaambia, Sidiki, mii nitarudi baadaye tukutane na wewe kwa sababu ilikuwa siku nyingi sionane naye alafu mm. Sasa ndo akaenda kazini hiyo jioni alafu mm. Sasa asubuhi kanipigia ma, masaa nane usiku hivyo kuniuliza kama ningali pale pale kwao, nikamwambia niko alafu nikamwambia niko pale pale tu. Sasa ndio asubuhi mamida ya ya saa moja hivo, saa mbili hivyo mm, ndo tukapata taarifa kama anapata ajali na rafiki yake, walikuwa kwenye gari ndani wote wawili, wakafariki wote yani. Eh, walikuwa yani marafiki zako? Yani yeye alikuwa na rafiki yake. Yeah, alikuwa hapo kwenye gari yeah. na taarifa ya msiba ikaja kupokea wewe bado ukingaliki huko au tayari ulikuwa ushakuwa Indiana? Mimi nilikuwa kwao, uh, na msubiria aje anione alafu, yeah. Sasa tukasikia habari kama rafiki yangu ndo anapata ajali amipa, okay. So unasikia so ndio hivyo sasa, mambo yaka, akanichanganya rafiki yangu mwenye nilikuwa na, napenda sana uh, kama hivyo tu yaani, hicho uh, yani ki, kifo kilitokea baada ya wewe kuwepo kwenye sehemu ambayo unaenda kumwangalia huyo mtu na kipindi wao unamsubiri ukapata taarifa tena bado ukiangalia pale pale, pale kuwa rafiki yako ambao ambaye ulikuwa unamsubiri amepata ajali na wamefariki wote wawili. Yeah, nilikuwepo kwao, kwa sababu nilikuwa na siku mbili sifanye kazi. Sasa nikasema acha nitulie hii siku mbili ninazo hapa mm, niende kumwona. Sasa nilikuwepo kwao, ndo namsubiri aje tu tusalimiane, kwa sababu ilikuwa siku nyingi inapita tuonane naye. Sasa ndo namsubiria hivi, ndo sasa nikasikia wa polisi ndo wakapiga simu wakatambia hmm. kama mtu fulani hivi anafariki, anapata ajali na gari na, okay. Tzai, yani, ya, ya rafiki yake ndani wote wamefariki wawili, na niko kwao okay, aje yani, nikakaa kinyonge kimoyo tu. Huyo rafiki yangu yani, wa karibu sana hmm. kutokea Uganda nilikuwa naishi naye kambini watu tulikuwa tunaishi kwa jirani. Ndo sasa hapa nikafika hapa, tukapatana kwenye simu, nikamuuliza kama naishi fasi gani, akaniambia naishi Ohio. Sasa Ohio nikamwambia unaishi state, state gani? akanipatia address ya kwao nakuta ni masaa mawili, sasa ndio kila wiki nilikuwa naenda kwao kumuona, mara mwingine mara mda yani anakuja kunona yeye ya, ndio hivyo sasa. Yani kifupi, tulikuwa ndugu wa jirani from Uganda. Yeah. Yeah. Sasa taarifa hiyo, hakika hiyo taarifa ilikuwa ni ya kusikitisha sana kwa sababu sisi tulitoa taarifa kuhusu kwa kijana wa wa Kirundi. Sasa alikuwa wa ni Mrundi alikuwa ah, mnyabwisha nikizani au mnyamurenge. Ah, mnyabwisha ndo. Amefariki. Yeah, okay. Yes. Pale eh, Ohio na walikufa wawili wa. Sasa yeah. Huyo ambaye mwingine alifariki alikuwa ni rafiki yako au ni rafiki yake au ni ndugu yake huyo? Uh, mwingine alikuwa rafiki yake walikuwa wanafanya kazi pamoja naye. Sasa mm. ndio alikuwa na mdrop kurudi kwao. Sasa mm. kurudi kwao ndio wanafanya ajali wawili. Ajali hiyo eh, ilisababishwa na nini hasa? Yaani alifanya ajali na kitu gani? Ah, nikizani breki ya gari imekatika akagonga, akagonga mti ya ya, ya taa. Mm. Ndio waka wakafariki kwenye gari ndani. Right? Na apo? Ndio ndio. Na ilikuwa ni mwezi gani tangu hiyo hiyo msiba kutokea na baada ya wewe kuwepo kwenye kwenye hiyo situation ulifanyaje? Ha, ilikuwa mwezi wa nne ya mwezi wa nne huu mwaka tu. Kama sisi wanadamu, so tumelia, tume tumeuzika kwenye moyo sana, tuka kuwa na stress nyingi kwa sababu ndugu yetu anatoka anafariki. So ila tu Mungu akatutia nguvu, tuka tukatulia tukamzika vizuri, akapumzika. Kwenye Mungu ameandaa nafasi yake. Yes, right. Yeah. Baada ya kupata hiyo taarifa ya msiba, wewe ulikuja moja kwa moja hadi nyumbani kwenu au ulisubiri tena hadi eh, taratibu za mazishi zote zije zitokee zifanyike, wewe ukiwa bado unamsubiri tu? Ah, kwa sababu nilikuwa na off siku mbili nika, nifanye karudi hapa nikakuja kuomba ruhusa kwenye kazi yangu alafu mm, baada kwa sababu walifika wanamweka kwenye hospitali hospitali mm, akakaa karibu wiki mbili huko mm, ndio nikarudi sasa Ohio kwenda kuzika rafiki yangu nilikaenda kumzika, nikakaa huko siku tatu huko Ohio, tukamzika vizuri, akapumzika na rafiki yeah. yake, kwa sababu rafiki yake amemzika leo rafiki mm. au, au, yangu naakazikwa kesho hivo mm. siku za kufatana ndo Ebu, ndugu mtazamaji, na hiyo hapo ndio chanzo cha kifo cha rafiki yake, na taarifa hizi za msiba tuliwahi kuzitangaza eh, tangu mwezi wa nne huu mwaka hivyo yeah. Sasa baada ya sisi kutangaza tulitoaga vitu ambavyo, uh, vina, uh, uh, yani, tulikuwa hatuna taarifa kamili. Sasa huyu ndiye rafiki yake wa yule mwamba aliyepata ajali ya lori uh, kuwa breki ya gari lake ilikatika, sasa baada ya kukatika hakuweza tena kunasua ku gari lake na kaenda kugonga moja kwa moja lori na kupoteza maisha, na walikuwa wawili kwenye gari. Sasa huyu eh, mwamba ndiye rafiki yake, na huyu alitoka Indiana kwenda kumwangalia rafiki yake ambao walikuwa na muda mrefu sana awaonani. sasa tayari hapa amesimulia hapa na kama jinsi ambavyo tunavyokuwa, lazima tuendelee na stori zingine, lakini hiyo hapo ndio chanzo kikubwa sana cha rafiki yake kupoteza maisha, ambaye alikuwa ni nani? Uh, well, Daniel, yes. Ambaye alifariki mwezi yeah, right. wa nne, na sasa hivi tuna miezi zaidi kama mingapi, kufuatana na situation ambayo alipitia, tukuweza kupata nafasi ya kuwasiliana naye au kuongea na familia. Damn. Tutoke huku moja kwa yeah, moja hebu tu, tu, tu, tuje kwanza huku eh, mara nyingi sana huwa wanakutana na klipu zako eh, ukiwa <laughs> na mishangazi kutana eh, na klipu yako moja, uko na mabinti fulani hivyo, mna mwaga mwaga hela iko, yeah, yeah, yeah, vipi hiyo? Mzee baba tu eh, tu, tu, tunaambiana. Yeah, sasa wale ndo wadada zake ndo. Yaani wale mabinti ndio wadada zake na rafiki yangu mwenye amefariki sasa pale nilikuwa kwao ndo mara ya kwanza oh, kwenda Ohio. Hmm. pale sasa nilikuwa na madada zake, ndo wale dada zake wanakunywa pombe? Hapana, hawanywi pombe, ila before nikizana alikuwa kwa sababu Uganda tulikuwa tuna chini nao. Okay. sasa eh, <laughs> sasa kama hao dada zake eh, wa rafiki yako ambaye yeye alifariki, na yeah, wewe una wewe unawaona vipi hadi sasa hivi mnaishi nao kama jinsi ambavyo mlikuwa mnaishi na kipindi kile ambako rafiki yako bado yupo? Ah, kwa sababu hizo siku siendi sana kule, kwa sababu rafiki uh, yangu ndio nilikuwa anatuma naenda kule, alafu mm. Sasa hii hayupo, kwa sababu wale wa dada siwezi nikaongea mambo mengi nao, unasikia mm. So kwa hivyo uh, sometime naendaka kule kuwaona, kuwasalimia yeah, akili sio sana kama zamani jinsi rafiki yangu alikuwepo ila mm -hmm. ya, sasa hivi hapana siendaki sana, sana. Yeah, yeah, yeah. Ah. Yeah. <laughs> kuna mtu, eh, mtu aliwahi kuku, kukufikiria vibaya kuhusu ule ukaribu wako wewe na dada zake siwezi so, so, so, nikajua kwa sababu kila kitu kwa mo, ni moyo tu sasa nitajuaje kama anafikiria vibaya au vizuri ila tu Mungu ndo anajua tu Mwenyezi Mungu ndo anajua unajua right? a ah. Yeah. k okay. E, tumeshukuru sana kwa muda ambao umetupashia. Na vipi mzee baba, hadi sasa hivi una matego, unafikiria una nini kichwani mwako? Una mke uh... sasa hapo <laughs> <That's laughs> kwa, kwa mke ndo unazingua kidogo, ila nina sijazingua. Inatakiwa mimi niulize hivi kwa sababu uh, kwa jinsi ninavyokuona, yeah. Yeah, inatakiwa uulizwe hivyo, yeah, kifupi okay. uh, sina mke ila nilikuwa na mpenzi akaniacha, right. mm. Basi sasa hivi sina mpenzi yote yoyote, nanipata. mm. sina mpenzi okay. Sina yani, niko hivi vitu hivi <laughs> unawezaje una, una kuishi hivi bila mpenzi? Kwa sababu nimezaliwa mwenyewe <laughs> yes, nimezaliwa mwenyewe yani na nitakufa, uh, uh, mwenyewe. Upo vizuri sasa? yeah. uh, Turudi mwanzo kabisa, kipindi mimi nafika huku, niliwahi kusikia taarifa yako kuwa mmoja eh, wa, wa vijana ambao wana hela sana ya. Yeah, hela zipo, ila sio ilasio yeah, kuziposti before tukawa tunaposti hela kwa mtandao, na niliwahi kusikia kuwa uliwahi kuharibu gari. Yeah, yeah, yeah, yeah. kama, si, kama tano hivi za goji yeah. Yeah, na zote zimeharibika tu kwenye mastate huko kwenye state, ulikwenda kutafuta nini na nini hasa hivyo <laughs> yes, uh, kutembea. Uh, kutembea kwenye state ni kwa sababu nilikuwa na marafiki zangu wengi kutokea Uganda mm. So kwa sababu walikuwa watu ambao wanaogopa kuendesha saa nyingi, ila mimi na ninajiamini kuendesha saa nyingi, ndio maana nilikuwa naenda kuwaona nasikia. Sasa mm. gari zangu zote, gari zangu zote zikaharibika, ndio. ama wanawake Yena yeah, mambo mengi tu, sio wanawake ila kuna mambo mengi ya ya wewe kufanya aje ya wewe kuharibu ku, ku, magari hivyo na ku, yani, ya tuingia hapo hapo kwenye magari yeah, yeah, yeah. Kwa sababu mara nyingi niwahi kusikia kuwa huyu mwamba eh, mzee wako mimi aliyokuambia anatembeaga tembeaga sana huko yeah, yeah, yeah. Mara anaenda uh, na gari Utakuta gari huko imekuja imevunjika, umeuliza likuenda kutafuta nini haikipo. Sasa ni kweli ulikuwa kutoka kwenye state yako kwenda huko angalia marafiki zako tu? Ah, akuna, akuna mabinti, kuru... ambao, eh? Ya, alu, kuna mabinti ambao ya kuna mambo mengi mengi, kuna mambo tusio kwa kuongea kwenye kamera, ndio kifupi mabinti walikuwepo yeah. Ila kwa mabinti wamekuchangia sana.